Uh, Ahmed kwanza ongera kwa ushindi. Asante sana. Niliona tabasamu lako wakati uh, Mohamed Bajaber anafunga goli la tatu. Ushindi umeupokeaje hii leo? Nimefurahi vitu vingi sana hii leo. Uh, kwanza ushindi jumla unarejesha uh, imani ya mashabiki uh, inarejesha confidence ya mashabiki kwa sababu tumetoka kupoteza michezo miwili mtawalia uh, kwenye michuano ya kimataifa watu walikuwa down. Kwa hiyo ushindi huu wa leo ume ume, ume boost uh, kwa kiasi kikubwa sana uh, morali, confidence na imani ya mashabiki wa Simba. Lakini wachezaji waliofunga wote hii leo uh, kila mmoja ana hadithi yake kwenye goli ambalo amefunga hii leo lakini kwa kipekee kabisa hadithi ya Mohamed Bajaber ni, ni ya kuvutia kweli kweli. Tangu amekuja Bajaber hajapata nafasi ya kucheza mechi ya kimashindano na yeye mwenyewe kiujumla wake ilikuwa inamuumiza sana e, kuna wakati alikuwa ana, analazimisha acheze, lakini madaktari ndo anamwambia, bado haujakuwa sawa sawa, utajitonesha, kwa hiyo endelea kuwa, kwa hiyo, ame, ame, ame na subira, kwa hiyo amesubiri na hatimaye leo amepata nafasi mechi yake ya kwanza. Kwanza kitendo cha kutoka tu jina lake kwenye lineup kwake ilikuwa ni ushindi. Ee, kitendo cha kunyanyuliwa kuanza kufanya warm up ikawa ni ushindi wa pili kuingia uwanjani kawa ni ushindi wa tatu, na ushindi wa nne ni yeye kufunga goli. Imekuwa ni goli ambalo eh, kusema kweli limeleta hisia kubwa sana, na ukiangalia achilia mbali mashabiki wenyewe huwa wanashangilia kila kitu, lakini tazama reaction ya timu nzima, wachezaji wote, benchi lote la ufundi, walikuwa walienda kushangilia naye kwa sababu eh, tulikuwa tukimuona tukiwa kambini namna ambavyo anasononeka vile ambavyo hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo eh, uh, Bajaber ni mshindani wa kweli, sio wale watu ambao uh, akiwa na majeraha na yeye ndo anapatema umo umo dharura zake. Lakini kwa Bajaber, yeye ni mshindani, alikuwa anaumia kwa nini? Kwa nini hachezi leo? Kufunga kusema kweli, imekuwa ni jambo kubwa sana kwake, na tunaamini bado hajakuwa kwenye ule utimamu ambao tunautaka tuna kwa Bajaber, lakini goli ambao lim, amelifunga limemrejeshea imani kubwa kweli, kweli kweli kwa upande wake. Na eh, Ahmed eh, maswali yamekuwa ni mengi eh, baada ya meneja mkuu Dimitra Pantev kuondoka eh, mchakato wa kupata kocha mkuu umeshaanza, uko hatua gani? Labda utueleze kwa hii leo. Mchakato umeanza, yani ile siku ambayo tuli, tulifikia tu makubaliano ya kwamba tunatakiwa kuachana na mwalimu huyu hapo hapo tukaanza mchakato wa kutafuta mwalimu mwingine, na mchakato wetu upo katika eh, makundi mawili. Kwanza tunaangalia timu nyingine Afrika zinamiliki wachezaji gani, lakini vilevile vile, tunapitia eh, maombi ambayo makocha wana, wanatuma na nini, nini, kwambie tu kwamba eh, maombi ni ni mengi kweli kweli ya mawakala ya makocha wenyewe, kila mmoja eh, kwa nafasi yake. Naomba, wapo makocha ambao wapo kwenye timu wanafundisha za Afrika na, na, na Ulaya na wapo makocha wengine ambao hawana kazi wote hao wanatuma na kuomba. Kwa hiyo eh, mipango yetu ni kwamba eh, kabla eh, kwa sababu baada ya mechi dhidi ya Azam tarehe saba timu itakwenda mapumziko kidogo. Baada ya hapo tutarejea kwa ajili ya kuanza maandalizi tutakaporejea kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuelekea mechi zetu zinazokuja kuanzia tarehe 23 ya Januari, tayari tuwe tumeshapata mwalimu. Yani, malengo ni kwamba tutakapoanza yale maandalizi tumpe mwalimu kama season fani hivi cha wiki tatu nne, kwa ajili ya kukaa na wachezaji kuwajua, tutakapoanza mechi za kimashindano awe tayari yuko familia na kikosi chake. Na umezungumza mechi ya Azam. E, sema neno kwa uh, mashabiki wa Simba kuelekea mechi dhidi ya Azam. Hii ni dabi, yeah. Mzizima dabi siku ya Jumapili. <laughs> Eh, tuna kibarua kigumu sana, kusema kweli. Mechi na Azam FC, tena Azam FC ya Flore Ibenge ni ni, ni, ni mechi ngumu kweli kweli. Pengine eh, tangu tumeanza msimu huu, hii ni mechi ngumu sana tuna tunakwenda kucheza. Nimewafuatilia Azam eh, pamoja na kwamba wamekuwa na mwendo wa kusuasua katika ligi kuu, lakini unaona the best out of them. Unaona namna ambavyo wana ubora katika katika katika uchezaji wao pango yao mashambulizi wanazuia ni, ni mechi ngumu kweli kweli, lakini nachoweza kuwathibitishia wana Simba ni kwamba kwanza wataenjoi pira Matola, lakini kama haitoshi wata, wata, wata, tutapata tuta, tuta ushindi katika mchezo huu japo kwa ugumu, lakini kwa maandalizi ambayo tunakwenda na, na, na kawaida. Gift, tunapomaliza mechi huo wachezaji wanapata ruhusa, lakini wachezaji wanaondoka hapa Meje Samuyo tunakwenda hapo Mponjoli e, Mbweni kwetu, tunaanza maandalizi kuelekea mechi inayofuata. Na jambo moja e, Gift, nikuambie e, imani tunaitoa hapi katika mchezo huo, Selemani Matola akiwa kocha mkuu wa Simba msimu huu amecheza mechi tatu na zote ambazo amecheza ameshinda mabao matatu, ndo maana tuna konfidens ya kutosha kuelekea tarehe saba yetu. Asante sana.